Ni asubuhi na siku nyingine ya Alhamisi ya tarehe sita mwezi wa 7, 2017 ambapo tunakutana tena hapa IOTV katika uchambuzi wa magazeti ambapo kwa siku ya leo tutaziangalia habari mbalimbali mbali, ambazo zimeandikwa kupitia magazeti haya Tanzania ikiwemo magazeti ya hard news, michezo, pamoja na udaku. Mimi ni Alice Tupa na wakaribisha sana, na moja kwa moja kwa siku ya leo tukianza na magazeti ya hard news ya habari kubwa ambazo tutazicheki kwa undani zaidi ni pamoja na habari inasema mmiliki vichwa vya treni huyu hapa. Ni habari ambayo inapatikana katika gazeti la Rai, lakini pia kupitia gazeti la Mwananchi, habari ambayo tutaangalia kwa ndani zaidi nasema maj ya mkuta a vigogo wa Escrow, lakini pia saa 48 za wakuu wa mikoa wilaya za za utata. Pia katika gazeti la Nipashe kuna habari ambayo tutaangalia kwa ndani zaidi, inasema IGP Sirro asema sasa ubaya ubaya tu. Na moja kwa moja tukianza na gazeti la Rai, habari kubwa inasema mmiliki vichwa vya treni huyo hapa, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili, ambayo tukiangalia kwa ufupi zaidi nasema wakati taasisi na idara za serikali zikikana kuhusika na vichwa 15 vya treni vilivyoingia nchi bila mkataba wowote rail imebaini kuwa mmiliki halali wa vichwa hivyo ni shirika la reli Tanzania TRL. Ukweli wa suala hilo unathibitishwa na kauli aliyopata kuitoa mkurugenzi mtendaji wa TRL Masanja Kadogosa alipofanya mahojiano yaliyochapishwa kwenye kurasa za katikati za gazeti hili toleo namba 1281 la Disemba 15, 2016. katika mahojiano hayo yaliyobebwa na kichwa cha habari TRL, mageuzi makubwa usafiri wa reli yaja pamoja na mambo mengine Kadogosa aliweka wazi kuwa katika kuboresha usafiri huo, shirika hilo limeagizwa, limeagiza vichwa 13 vya treni kutoka Afrika Kusini. Habari hii unaweza kuendelea kuisoma kwa urefu zaidi kupitia ukurasa huu wa pili wa gazeti la Rai. Habari nyingine ambazo zinapatikana kupitia ukurasa wa mbele wa gazeti la Rai zinasema Magufuli yatumika kusaka kura Kenya. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa tatu, lakini pia mamilioni yayuka Kilimanjaro ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Rai. Pia kuna habari inasema Tanga sasa jala la dawa za kulevya. Habari hizi zote zinapatikana kupitia ukurasa mbele wa gazeti la Rai, na unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Gazeti la Mwananchi tukiliangalia kwa, kwa upande wake, katika ukurasa wake mbele kuna habari inasema Manji yamkuta vigogo wa escrow, ambapo wasomewa mashtaka ya uhujumu uchumi akiwa mwimbili moja likiwa kukutwa na bunda 35 za vitambaa vinavyodaiwa kutumika kutengeneza sare za JWTZ zenye thamani ya shilingi milioni 192.5, 2 kukutwa na mabunda manane ya vitambaa vinavyodaiwa kutumika kutengeneza sare za JWTZ zenye thamani ya shilingi milioni 44. Tatu, kukutwa na muhuri unaodaiwa kuwa na jeshi uh, wa jeshi la wananchi wa Tanzania wenye maandishi mkuu 121 kikosi cha JWTZ. Nne, kukutwa na muhuri unaodaiwa kuwa na maandishi kamanda kikosi 834 KJ Makutupola Dodoma. Tano, kukutwa na muhuri unaodaiwa kuwa wa jeshi la ulinzi Tanzania wenye maandishi komanda ni ofisa uh, 835 KJ Mgambo PO Box 224 Korogwe. Sita, kukutwa akiwa na namba za usajili SU 383 ambayo inadaiwa ilipatikana kwa njia isiyo halali. Na saba, kukutwa akiwa na namba za usajili wa gari SM 8573 ambayo inadaiwa ilipatikana kwa njia isiyo halali. Habari hii unaweza kuendelea kuisoma kwa urefu zaidi kupitia ukurasa wa tatu wa gazeti hii, Mwananchi. Habari nyingine kubwa nasema saa 48 za wakuu wa mikoa wilaya za zua utata, ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa nne, ambapo tukiangaliwa kwa fupi zaidi inasema nasema, maagizo yanaotolewa na baadhi ya wakuu wa wilaya kukamatwa kwa watu wakiwemo viongozi wa vyama vya siasa na kuswekwa maha, mahabusu kwa saa 48 imeelezwa kuwa yanakiuka baadhi ya taratibu. Juzi mkuu wa wilaya Kinondoni Ali Hapi aliagiza jeshi la polisi kumkamata mbunge wa Kawe wa Chadema kwa mahabusu saa 48 kwa, kwa kila alichodai alitoa kauli za kichochezi dhidi ya Rais John Magufuli. Ni habari hii ambayo naweza kuendelea kuisoma kwa urefu zaidi kupitia ukurasa huu wa nne wa gazeti la Mwananchi. Katika ukurasa tano, kuna habari nyingine pia kubwa inayosema mambo kumi yaliyoacha alama bunge la bajeti. Kuhitimishwa kwa bunge la bajeti kumeacha kumbukumbu kumi kume muhimu ambazo kama ulikuwa huzifuatili kilichokuwa kikiendelea kwa siku hizo 92 leo tunakukumbusha. Yapo mengi yaliofurahisha, yaliotia simanzi na hata kufikir, kufikirisha. Hayo yote yalijiri yali tangu Aprili nne bunge hilo lilipoanza mpaka jana Julai tano lilipohairishwa. Yaliyokuepo mambo ya kisheria, kiuchumi na kijamii ambayo yaliibuka na kushughulikiwa ipasavyo na chombo hicho cha kutunga sheria, na mambo hayo kumi ni pamoja na adhabu za wabunge. Moja. Mbili, ikiwa nusura wabunge wazichape. Tatu, miswada. Nne, kamati ya Tanzanite. Tano, kukosekana kwa waziri wa nishati. Sita, mswada wa fedha, saba ikiwa kutenguliwa na kuteuliwa mawaziri nane, wabunge wa bunge wa Chadema East Africa, lakini pia a, tisa makinikia na kumi kamati almasi. Ni habari hizo zote au mambo yote hayo kumi, ambayo unaweza kuendelea kuyasoma kwa urefu zaidi na yamechambuliwa kwa mapana zaidi kupitia ukurasa huu wa tano wa gazeti la Mwananchi. Habari nyingine ambazo zinapatikana kupitia ukurasa wa mbele wa gazeti la Mwananchi zinasema serikali ya shauri wafanya biashara wasitishe safari za DRC Mashariki, ni habari ambayo inapatikana kupitia ukurasa wa pili. Lakini pia madiwani 18 wakafu wampinga Lipumba ni habari ambayo inaendelea kupitia ukurasa wa sita wa gazeti hili la Mwananchi. Habari ya michezo leo inasema ajibu ndani Msuva, kwa heri Yanga, na ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kupitia ukurasa wa 36 wa gazeti hili la Mwananchi. Moja kwa moja tunaingia katika gazeti la nipashe mwanga jamii, pia kupitia ukurasa wa mbele kuna habari inasema, IGP Sirro asema sasa ubaya ubaya tu, aeleza saa za wahalifu kibiti zinavyohesabika, na habari hii inapatikana kupitia ukurasa pili wa gazeti hili la Nipashe. Mkuu wa jeshi la polisi nchini inspekta jenerali, IGP Simon Sirro, amesema watu wanaotumwa kutekeleza mauaji wilaya za Kibiti, Mkuranga na Rufiji watajibiwa kwa ubaya na kwamba kuanzia sasa wametangaza vita dhidi yao. Alisema watu hao ambao wanaua raia na askari walidhani watakao wa, watawachonganisha na wananchi kirahisi bila kujua Tanzania wana umoja usiweza kugawanyika. Habari hii unaweza kuendelea kusoma kupitia ukurasa huu wa pili wa gazeti hili la Nipashe. Habari nyingine nasema uchimbaji almasi waundiwa kamati. Spika wa bunge Job Ndugai ameunda kamati maalum ya ushauri kuhusu mfumo wa uchimbaji usimamizi, umiliki na udhibiti wa madini almasi nchini. Kamati hiyo itakuwa na wajumbe tisa watakaoongozwa na mwenyekiti wa bunge ambaye pia ni mbunge wa Ilala Sise Musa Zungu, na itafanya kazi kwa siku 30 kuanzia Julai kumi mwaka huu. Na akizungumza kabla ya kuhitimisha shughuli za mkutano wa bunge la bajeti jana, Ndugai alisema ameunda kamati hiyo kupitia waraka wa spika namba tatu wa mwaka huu. Ni habari hiyo pia ambayo naweza kuendelea kuisoma kupitia ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe. Habari nyingine ambayo inapatikana kupitia ukurasa wa pili inasema, Mdee aendelea kusota mahabusu. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linaendelea kumshikilia na kumhoji mbunge wa wakawe Chadema halimamde kwa amri ya mkuu wa wilaya Kinondoni ali uh, ha, salum hapi hapi aliagiza mde ya kamato mara moja na kuwekwa ndani kwa saa 48 ili kufafanua kauli za kichochezi anazodaiwa kuzitoa mapema wiki hii dhidi ya Rais John Magufuli. Habari hii pia unaweza kuendelea kuisoma katika ukurasa huu wa pili wa gazeti la Nipashe. Habari nyingine ambazo zinapatikana kupitia ukurasa tatu nasema wakili wa Jamali Malinzi ajitoa. Wakili mwandamizi wa kujitegemea Jerome Msemwa amejitoa kumtetea rais wa shirikisho la soka TFF Jamali Malinzi na wenzake wanaokabiliwa na tuhuma za kujitakatishia dola za Marekani laki tatu 75,418 kwa mujibu wa barua iliyowasilishwa na msemo wa mapema jana ya hakimu mkazi mkuu ilibadi mashauri katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, jijini Dar es Salaam. Wakili huyo amejitoa kutokana na kutopata maelekezo ya kutosha kutoka kwa mteja wake. Habari unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi kupitia ukurasa wa nane wa gazeti hili la Nipashe. Habari nyingine inasema Manji asomewa shtaka lisilo na dhamana mahakama mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam jana lilihamishia shughuli zake hospitali ya taifa Muhimbili katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete, kwa somea mashtaka ya uhujumu uchumi mfanyabiashara Yusuf Manji mwenye umri wa miaka 41 na wenzake watatu wakiwemo kukuswa na vitambaa vya sare ya jeshi la wananchi JWTZ. Habari hii unaweza kuendelea kusoma kupitia ukurasa huu wa tatu wa gazeti la Nipashe. Tunamaliza na habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa wa nne inasema, watumishi serikali kufyekwa mishahara. Bunge limepitisha muswada wa marekebisho ya sheria ambao unaweka masharti yatakayowezesha taarifa mbalimbali. Umependekeza ofisa wa umma aliyesababisha serikali au taasisi kushindwa kutekeleza majukumu yake kwa makusudi au kwa uzembe kukatwa mshahara wa miezi sita miongoni mwa hatua kadhaa ni habari hiyo pia, ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa undani zaidi kupitia ukurasa huu wa nne wa gazeti la Nipashe. Habari nyingine ambazo zinapatikana kupitia ukurasa wa mbele wa gazeti la Nipashe zinasema kubenea kotini kwa shambulizi, ni habari ambayo inaendelea kupitia ukurasa wa nne wa gazeti hili la Nipashe. Lakini pia kuna habari ya michezo naosema ajibu asema sababu ya kutoa Yanga hii, na unaweza kuendelea kusoma kupitia ukurasa wa 32 wa gazeti hili la Nipashe, na ni habari hizo zote ambazo zinapatikana kupitia ukurasa wa blogi la gazeti la Nipashe, na unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Gazeti la Mtanzania pia Afrika kinifika siku leo kupitia ukurasa wa mbele imeandika Manje asomewa mashtaka hospitali, yeye na wenzake watatu wadaiwa kuhujumu uchumi usalama wa taifa, na kuna baadhi ya tuma hapa ambazo unaweza kuendelea kuzisoma kwa kupata nakala ya gazeti la Mtanzania, na habari hii unaweza kuendelea kuisoma kupitia ukurasa wa wani wa gazeti hili la Mtanzania. Habari nyingine zinasema, siri asema Kibiti sasa ni ubaya ubaya. Ni habari ambayo n kupitia ukurasa wa gazeti la Mtanzania. Waziri wa afya kutumbuliwa, lakini pia diwani sisi ama hukumi wa mwaka mmoja, ni ni habari habari zote hizo ambazo zimeandikwa kupitia ukurasa huo mbele wa gazeti la la Mtanzania na unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Tanzania daima sauti ya watu, pia kupitia ukurasa wake mbele limeandika Halima Mde aandamwa ubunge wa wamchungu kwake kesi lukuki, Kubenea apandishwa kotini Dodoma, ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kupitia ukurasa wa ndani gazeti hili la Tanzania daima. Pia kuna habari unasema mahakama mfuata manji mwimbili DPP awasilisha hati maalum ya kuzuia dhamana, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa tano. Lakini pia DC mwingine ajiuzuru, ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Tanzania Daima. Kesi ya jela ya Lucky Vincent ya Iva, ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa tatu. Lakini pia kuna habari inasema, pigo jingine kwa malinzi na ni habari ambayo inaweza kuendelea kusoma kupitia ukurasa 24 wa gazeti hili la Tanzania Daima. Gazeti la Uhuru kupitia ukurasa wa mbele pia limeandika manje asomewa mashtaka, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa nne. Pia sakata la mawaji kibi kudhibiti majeruhi yatolewa, jicho IGP sema kitaeleweka, ni habari hiyo pia ambayo imeandikwa kupitia ukurasa wa nne wa gazeti hili la Uhuru. Halima Mdea Naswa akijaribu kutoroka, ni habari ambayo inapatikana kupitia ukurasa wa nne wa gazeti hili la Uhuru. Kabudi asema mikataba iliyopo ya mwisho, na pia uamsho wa bwagwa kotini, ni habari zote hizo ambazo zimeandikwa kupitia ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Uhuru na unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Tukiingia katika magazeti ya udaku kwa siku ya leo, tuna gazeti la Amani peke yake, ambapo gazeti hili kama mnavyoliona kupitia ukurasa wa mbele

Kuendelea kupitia kurasa nane gazeti hili lakini pia maji asomi wa mashtaka saba kupitia kurasa nyuma gazeti hili la Mwanaspoti. Kuna bado unasema la gazeti kum, kumbakisha Alexis Sanchez, na ni habari hiyo ambayo naweza kuendelea kuisoma kwa kirefu zaidi kupitia kurasa huu nyuma wa gazeti la Mwanaspoti. Gazeti la Bingwa limeandika ajibu huyu hapa sasa, chongeni Hasani miaka miwili, Yanga apewa jezi ya Tegete. Habari hii inapatikana kupitia kurasa pili wa gazeti hili la Bingwa. Mkwara wa Simba si wa kitoto ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili, lakini pia Luanda Mina atoa kali mwaka ni habari nyingine hiyo pia ambayo inaendelea kupitia ukurasa pili wa pili wa gazeti hili la Bingwa. Sababu wakili wa malinzi kujitoa ni habari hiyo ambayo inapatikana katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, lakini pia kuna habari ya kimataifa unasema la gazeti imo na katika ukurasa wa nyuma gazeti hili. Kuna habari unasema kafunika Messi aongeza miaka minne mshahara wake pound milioni laki tano, na ni habari ambayo inapatikana kupitia ukurasa wa 23 wa gazeti hili la Bingwa. Jamani, Berlin haendi kokote, ni habari nyingine hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kupitia ukurasa 23 Roni kumpisha Morata wiki ijayo, lakini, lakini pia kuna habari inayosema PSG wakutana uso kwa uso na Mbappe baye ni wakwepa mshahara wa Ronaldo lakini pia kuna habari inayosema Uh, sinchachu utana ba baada ya kichapo cha aibu Europa. Ni habari hizo zote ambazo zinapatikana kupitia ukurasa wa nyuma gazeti la Bingwa, na unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. na kwa siku yalote, umefikia tamati katika uchambuzi wa magazeti kutoka hapa Ayo TV na millardayo.com, lakini endelea kusubscribe youtube channel yetu kwa habari nyingi zaidi, lakini pia kwa kutembelea kurasa zetu za Facebook, Instagram na Twitter pamoja na Snapchat kwa jina la Millard Ayo. Jina langu naitwa Ali Stupa.